Katibu Mkuu wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Khamis Abdallah Said, amesema serikali hivi sasa inazingatia utolewaji wa elimu ya ujuzi na maarifa kwa lengo la kuhakikisha elimu hiyo inamsaidia mtu baadaye pamoja na kusimamia vyema elimu ya watu wazima ili watu wote wajue kusoma na kuandika. Katibu mkuu huyo ameyabainisha hayo wakati akizindua bodi ya elimu ya mkoa wa Kusini Unguja na kueleza kwamba ili kuendana na elimu ya ujuzi wamebadilisha mitaala kwa kusoma kwa zana na vifaa huku akiwasisitiza wazazi kushirikiana na waalimu katika kupinga vitendo vya udhalilishaji kwa baadhi ya wanafunzi shuleni. Watu wengi wanajua kusoma na kuandika, lakini kuna tuko asilimia tisini nukta sita na kuna asilimia hizo tisa ambayo imebakia, ni jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Zanzibar wanajua kusoma na kuandika. Mabaraza haya nimewapa jukumu ni jukumu la kwa mujibu wa sheria kuhakikisha watu wote walikuwa hawajui kusoma na kuandika wanasoma na kuandika. Hoja ya msingi ni kuwaibua wananchi ambao wa hawajui kusoma na kuandika, kuwaingiza darasani. Sisi tunao wataalamu, watasomeshwa. Kwa hiyo ni imani yangu, mabaraza haya yakifanya kazi yao vizuri, tutafikia asilimia mia moja, si muda mrefu kutoka sasa. Jukumu la wazazi na walezi kuhakikisha kwa kwamba tunawafundisha vijana wetu maadili, dini zote mbili za Kiislamu, ya Kikristo na dini nyingine, siamini kwamba wana promote masuala ya udhalilishaji hasa watoto hawa wa kiume kwa kiume kuingiliana au watoto wa kike kufanya mapenzi kabla ya wakati. Kwa hiyo kiwa na malezi mazuri, imani ikifundishwa kwa jamii zetu, bila shaka matatizo yataondoka. Wanapokuta ambao watu sio wazuri, kwa hiyo wanatakiwa waripoti, au pengine wamekuta wame wa watoto wanafanya mambo ya udhalilishaji pengine wenzao kwa wenzao, au pengine madarasani, mtoto anakuja nakuambia huyu kanishika hapa kanishika hapa kwa hiyo tumezidi kuwafahamisha wale wanafunzi, jambo lolote linalotokezea, wawe tayari kuweza kuripoti kama nyumbani au shuleni. Kwa upande wa Unguja, leo ndo tumeanza kwa mkoa wa Kusini Unguja. Tumezindua bodi za elimu wilaya ya Kusini, wilaya ya Kati pamoja na mkoa wa husika, tukiamini kwamba hawa sasa wenye viti na bodi zao wataenda kutusaidia kusimamia sekta ya elimu katika ufaulu, utekelezaji wa majukumu ya walimu.